Kwa hivyo myeloma nyingi ni saratani ya seli za plasma za uboho wa mfupa. Kwa hivyo kunapokuwa na mabadiliko katika seli hii ya plasma, kuna ongezeko lisilodhibitiwa la seli hizi za plasma katika uboho wa mfupa, na hii husababisha hali inayoitwa myeloma nyingi. Sasa, ni nini sababu za hatari za myeloma nyingi? Tunapokuwa wazee, hiyo yenyewe ni sababu ya hatari. Kwa hivyo umri wenyewe ni sababu ya hatari, na tafiti mbalimbali zimeonyesha kuwa ni ya kawaida zaidi kwa wanaume kuliko wanawake baadhi ya dawa za kuua wadudu au dawa za kuua magugu pia huongeza nafasi. E, kukutana na hizo pia kunaongeza nafasi ya kupata myeloma nyingi. Sasa, historia ya familia ya myeloma nyingi au ugonjwa mwingine wowote wa seli za plasma pia inaweza huongeza nafasi za, nafasi za kuwa na mieloma nyingi. Ili kugundua mieloma nyingi, tunafanya uchunguzi wa kimsingi kama vile hesabu kamili ya damu ambayo inaweza kuonyesha upungufu wa damu, na pia tunapaswa kufanya kipimo cha utendaji wa figo ambacho kinaweza kuonyesha kreatinine iliyoongezeka ambayo inaashiria kushindwa kwa figo, na pia tunafanya kipimo cha kalsiamu ya seramu ambayo inaweza kuwa imeongezeka na inaitwa hypercalcemia, na tunafanya PET-CT au MRI ya mwili mzima ambayo inaweza kuonyesha vidonda vya mifupa au uwa, kuvunjika na hatua inayofuata itakuwa kufanya uchunguzi wa uboho wa mfupa u uh, na biopsi ambayo itaonyesha zaidi ya asilimia kumi ya seli za plasma. Sasa tutawezaje kutibu hali hii inayoitwa myeloma nyingi? Kwa hivyo yote inategemea umri wa mgonjwa na jinsi mgonjwa alivyo na afya. Kwa kawaida tunawaweka wagonjwa hawa katika makundi ya wanaostahiki kupandikizwa seli shina za autologous au wasiofaa kwa ujumla, wagonjwa ambao wana umri wa chini ya miaka 65 na, na ambao wako na afya nzuri na hawana magonjwa mengine yanayoambatana kama vile ugonjwa wa moyo au kisukari au masuala mengine yoyote, tunachofanya ni kuendelea na chemotherapi pamoja na tiba inayolenga kwa mizunguko minne au miezi minne, kisha tunafuata na utaratibu huu unaoitwa chemotherapi ya dozi ya juu na upandikizaji wa seli shina za autologous na kisha tunafuata na dawa za matengenezo za mdomo au sindano. Mara moja ilichukuliwa kama ugonjwa mbaya sana na wenye utabiri mbaya sana katika miaka ya elfu moja na mia tisa na tisini. Siku hizi tunaweza kutoa wastani wa kuishi wa takriban miaka nane hadi kumi kwa mgonjwa ambaye amegunduliwa na myeloma nyingi.